Kwa hiyo naambia ndugu zangu, tahakikisha barabara za ndani angalau zinatengenezwa kidogo kidogo, mpaka tufikie pale pala a, kuna barabara kuna kivuko cha guruni kuja hapo. Ile barabara inatakiwa ni ilo liko ndani ya awezi wangu, naomba mzilipa aa yenu itafanya hivyo, wakishapuwaguruni wakapata gari ya kwenda

ili aweze akafangiwa iyo kazi tuambie, tuache nakusubia zahanati. Unajua, ukizungumzia Makoka penda Makuburi unadhani ni karibu, lakini ndio dodavia ya Makoka ina milima na mabonde, lazima mpate zahanati. Patukiwaja tunacho ni msukumo tu wa kupata pesa na kujenga zahanati na hivi kwenda utasimamia zoezi na zaanati itapatikana. Kitu kingine tuna kiwanja pale cha mpira pale shuleni shule mbili za sekondari, na kiusiuizaishwe vijana wetu wa Makoka wapate pa kufanya mazoezi na kucheza mpira, kwa sababu michezo ni kazi, ni ajira

na nekueleza safari yangu ilianzia wapi mpaka nitafika wapi, na wajumbe aaleweka kufika hapa. Sasa mimi nasimamiwa na Chama cha Mapinduzi, kwa hiyo mkiniangusha mimi, mnaanza Chama cha Mapinduzi atamalisha ole, atamalisha ole. Baada ya kusema hayo, kuna muda, ndio muda umeisha kwani ndugu zangu wa makoka nawakokaa